Je, yes, serikali na mpango gani wa kuhakikisha kwamba zile mbegu zinazouzwa madukani zote zina ubora na zina bei nafuu ili wanawake waweze kuzinunua kwa uhakika? Spika, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Ntara kama ifuatavyo. Swala la ubora, serikali imeendelea kuongeza uwezo wa taasisi yetu ya udhibiti ya mbegu ya Toski na msimu ujao wa kilimo wakulima wataona kuna new label ambayo inawekwa katika mifuko yote iliyoko sokoni. Hilo la kwanza. La pili, ili kutatua tatizo la, la, la, la mbegu feki, serikali imeamua sasa hivi kusajili upya wauzaji wa vijijini wa mikoani, na kuubadili mfumo wa usambazaji na wasambazaji wote wataingizwa kwenye database maalum. Kuhusu swala la kupunguza gharama, Mheshimiwa Spika, serikali imeanza kuweka ruzuku katika mbegu. Tumeanza ngano, tumeanza alizeti, na sasa tumeingiza zao la mahindi. Malengo ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za mbegu kwa wakulima, lakini vile vile tumeanza kuihusisha sekta binafsi kuanza kutumia mashamba ya serikali ambayo yalikuwa hayatumiki kabisa, yamegeuka mapori, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wetu wa mbegu ili kuweza kuhakikisha kwamba availability na affordability inatokea sokoni. Asante.